Nani kama mama? Hakuna aliye kama mama. Wapendwa katika Kristu, tarehe nane ya mwezi Machi ni siku ya wanawake ulimwenguni. Mama ni mtu muhimu sana. Wanawake ni mama zetu. Mwanamke ni the first host of human life in the world Mwanamke ndiye pekee ambaye amepokea uhai wa mwanadamu tumboni mwake. Anatunza uhai wa mwanadamu tumboni mwake kwa miezi yote, kwa miezi yote tisa. Mwanamke ndiye mlezi wa kwanza wa mwanadamu. Mwanamke ndiye mtetezi wa uhai namba moja. Ndugu yangu katika Kristu, sote tunapaswa kuweza kuwatetea wamama kuwatetea wanawake, kuwa hawa ni mama zetu, ni dada zetu, wanakazi ya pekee kabisa katika jamii. Hata katika historia oko ya okovu pia wanawake wamehusika sana, ikianzia kuanzia uumbaji wa wanadamu, mzazi wa kwanza, mama wa kwanza Eva. Dhambi iliingia duniani kupitia mwanamke Eva wa kwanza alileta dhambi duniani, lakini pia pitia eva mpya yaani Bikira Maria wokovu ulifika duniani. Bikira Maria ndiye mama wa Mungu, ndiye mama wa Yesu Kristu. Yesu Kristu alizaliwa kwa mwanamke, Yesu Kristu alilelewa na mama, Yesu Kristu alinyonya maziwa ya mama. Kumbe tunaona mwanamke ameshiriki katika kuleta wokovu hata aliyepata habari ya kwanza, taifa ya kwanza kwamba Yesu Kristo amefufuka ni mwanamke Maria, Mag Maria Magdalene na wenzake walipoenda kaburini kuupaka mafuta mwili wa Yesu walikuta, walipata ujumbe kwamba amefufuka, hayuko kwa hapa. Basi walikuwa wa kwanza kupata ujumbe huo. kume mwanamke ni mtu muhimu sana katika, katika ulimwengu huu. Wanaongea habari ya haki sawa ni vizuri, lakini mimi ningependa kwenda mbali zaidi ya haki sawa, naenda mbali zaidi ya haki sawa naongea habari za haki wajibifu, tena siyo, siyo hamsini au hamsini, mia kwa mia. Mwanamke ana haki wajibifu atekeleze wito wake kama mwanamke, haki wajibifu wake kulingana na alivyoitwa na Mungu, atekeleze kwa asilimia mia moja, na mwanaume pia atekeleze haki wajibifu kulingana na alivyoumbwa na Mungu, kulingana na alivyoitwa na Mungu kwa asilimia mia moja. Mimi ningeongelea zaidi juu ya haki wajibifu usawa wajibifu, kila mmoja awajibike kulingana na alivyoitwa na Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kutetea haki za wanawake, kuwalinda wanawake, kuwasaidia, lakini pia mwanamke anafanya kazi na mwanaume wanakuwa pamoja. Pia tuwatetee wanaume, tuwasaidie wanaume wafanye kazi pamoja pamoja na wanawake ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ulimwengu huu, ulimwengu huu utaenda vizuri, utakuwa na amani, utakuwa na furaha endapo mwanamke atapewa nafasi yake, lakini pia vile vile mwanaume pia atapewa nafasi yake na haki wajibifu ikifanya kazi vizuri